Mashindano mungano, ya kombe la muungano kwa mwaka huu 2025 yanatarajiwa rasmi ni kuanza tarehe 23 mwezi huu na kumalizika tarehe 30 ya mwezi huu, ambapo mashindano haya yanatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Amani Stadium ama Amani Complex. Ni mashindano makubwa sana na ni mashindano ya, ya, ya, yenye historia ya kipekee kwa Tanzania, na mara hii ama msimu tutarajie kuwa na mashindano bora na mashindano makubwa zaidi. Mashindano msimu huu timu zimeongezeka. E, kutoka timu nne za msimu uliopita kwa msimu huu tutakuwa tuna idadi ya timu nane, timu nne kutoka Tanzania bara kwa maana kutoka katika ligi kuu ya NBC Premier League na timu nne kutoka katika uh, ligi kuu ya Zanzibar PZ Premier League ya hapa visiwani. Historia ukienda huko nyuma ilikuwepo uh, hata kabla nchi ya Tanzania uh, kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar zijapata uhuru, kulikuwa kuna uhusiano wa mpira wa miguu kati ya pande hizi mbili. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuendelea kudumisha eh, kupitia eh, mpira wa miguu. Sisi tunasimamia mpira wa miguu. Kwa hiyo kwa kwa upande wetu kusema kweli, huo ni mchango wetu katika kuhakikisha ule ushirikiano na uhusiano wa pande hizi mbili eh, unaendelea, lakini sio ushirikiano na uhusiano, lakini tunatoa forum kwa timu zetu